Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka katika mkoa mk mk wetu wa Mbeya, Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya imejipanga vizuri kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kufanya misako na doria za magari, pikipiki, pia tutakuwa tunatembea na mbwa wa polisi wa miguu katika maeneo mbalimbali, au mbwa wamefundishwa kwanza kunusa madawa kulevya, lakini pia wakipewa amri ya kukamata wakamati mtu yoyote ovyo ovyo, watakamata mtu ambaye anahusika. Kwa hiyo wale waalifu ambao tutaona kwamba wamefanya uhalifu na tukaelekeza kwenye mitaa, basi hao ambao pia watatusaidia. Kwa hiyo wananchi watusaidie, kwa kaji ya watu ambao ni waalifu katika jamii, ili sisi tuweze kuwakamata. Kwa hiyo, maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya tutapita kwa ajili ya kudhibiti uhalifu na kupambana na uhalifu. Lakini katika nyumba za ibada hususan kanisani Jeshi la Polisi limejipanga kushirikiana na kamati za usalama zilizomo katika maeneo hayo ya makanisa, kuhakikisha kwamba utaratibu uliofanywa watu wanasali kwa utulivu na amani kabisa bila kubugudhiwa na mtu yeyote. Utalizingatia sana hiyo. Lakini pia kwenye maeneo ya kumbi za starehe, kuhakikisha kwamba wamiliki wanasaidiana na Jeshi la Polisi pamoja na walinzi binafsi waliowaweka wahakikisha kwamba taratibu zote za uendeshaji wa biashara hiyo ya ya ya, ya starehe pamoja na vinywaji basi wanazingatia leseni zao walizopewa kama hawatakuwa na vibali vya kuendesha eh, muziki au kwenye kumbi za starehe basi wahakikishe kwamba wanapata vibali hivyo mapema kuliko kwenda kupambana na jeshi la polisi aidha kwa po upande wa usalama barabarani jeshi la polisi mkoa wa Mbeya inawataka madereva na watumiaji wengine wote wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutii sheria za usalama barabarani bila shuruti ili kuepuka ajali zisizokuwa za lazima. Ni marufuku kwa dereva kutumia kilevi, narudia, ni marufuku kwa dereva kutumia kilevi. Jeshi la Polisi limejipanga kuhakikisha kwamba wale kwa wote ambao watatumia vilevi na wanaendesha tunavyovipimia ulevi ambavyo ni vya kisasa kabisa Tutahakikisha kwamba wale ambao tutawabaini wanaendesha vyombo hivi vya moto wakiwa wametumia kilevi, basi wataweza kupimwa na tukiwakuta, watachukuliwa hatua za kufikishwa mahakamani na pengine kufungiwa eh, leseni zao za kuendesha magari haya. Lakini pia jeshi la polisi limejipanga kudhibiti makosa hatarishi kama vile mwendo kasi pamoja na eh, wrong overtaking, yaani kwa mfano unakuta sehemu ambayo usiku overtake wewe una overtake kitu ambacho unaweza kusababisha ajali hasa katika maeneo hatarishi ya milima yetu ambayo tunayo kama vile Mlima Nyoka, Mlima Iwambi, Igawilo na barabara ya Mbeya kuelekea Chunya. Hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao watabainika, kipindi hiki watakamatwa na watafikishwa mahakamani. Lakini kama nilivyosema, tutakuwa wakali sana kwenye eneo hilo kuhakikisha kwamba tutaki kuona ajali zisizokuwa za lazima zinatokea, sababu zinapotokea zinaleta majonzi eh, na zinasababisha watu kubaki wakiwa kwa sababu tu ya uzembe wa mtu mmoja. Lakini vile vile Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa rai kwa wazazi katika msimu huu wa sikukuu kuzingatia ulinzi kwa watoto na usalama wao, katika kuhakikisha wanaimarisha uangalizi wa watoto kuepusha kuepushwa na vihatarishi na mazingira hatarishi ambayo sisi tunayafahamu, kwa sababu kipindi hicho chowakiacho watoto peke yao, wapo baadhi wanatumia nafasi hiyo kuwafanyia ukatili hao watoto. Kwa hiyo hatutegemei kuona watoto wanazurura ovyo mtaani bila kuwa na uangalizi au kuwa na mtu ambaye ataweza kuwasaidia. Lakini vile vile kwenye maeneo ya michezo natarajia kuona wazazi pia wakiwa wanaambatana na watoto wao ili kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa watoto unaimarishwa. Jamko ya mkoa, sisi Jeshi la Polisi pia tutakuwa kwa maeneo hayo lakini hatutaki kuona mtoto akiwa peke yake na anafika kwenye maeneo ya starehe. Sambamba na hayo, katika maeneo yenye fukwe kama vile e, kwenye maeneo ya Matema, Ngonga kule wilaya ya Kyela, Kisiba wilaya ya Rungwe na ziwa Ngosi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawahakikisha wananchi kwamba ulinzi umeimarishwa, na tunawataka wamiliki wa vyombo kama vile mitumbwi na boti wawe na life jackets kwa ajili ya wale wateja ambao watakwenda kuwazungusha katika ziwa. Lakini pia maeneo hayo ulinzi utakuwa umeimarishwa, na tunahakikisha kwamba idadi kubwa ya watu watakao kuwa maeneo hayo pamoja na kwamba kutakuwa na marika tofauti, lakini tutahakikisha tunazingatia sana e, hali ile ya, ya ustarabu kwamba kusiwe na vitendo vya kudhalilishana au kudhalilisha kwa sababu tu ni sikukuu. Tutazingatia sana maeneo hayo. Mwisho, Jeshi la Polisi linatoa linawatakia wananchi wote e, heri ya Pasaka, lakini pia inawataka washerekee wa kwa amani pia wahakikishe kwamba ulinzi na usalama ni wetu sote.